Hali gani mpenzi mtazamaji wa D&A TV, karibu kwenye kipindi cha maisha na siasa. Na hapa siku ya leo kwenye studio zetu tumeweza kutembelewa na mgombea udiwani wa kata Tandale. E, kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho. Mheshimiwa, zimebaki siku takribani kumi na moja kuelekea uchaguzi mkuu e, wa kupata e, rais, mbunge pamoja na wewe kama diwani e, vipi mchakato wako mtaani? Umejiandaa vipi kwenye uchaguzi e? Kwanza nishukuru e, kwa mwaliko huu e, kwenye kituo chetu hiki pendwa kabisa e, cha Watanzania. E, kama ulivyosema zimebaki takriban siku kumi na moja twende kwenye uchaguzi mkuu mm. E, wa Tanzania ambao tutachagua rais wabunge, na madiwani. mm. E, swali lako limekuja kwamba nimejiandaaje? mm. E, sisi kama Chama cha Mapinduzi mm. kama Chama cha Mapinduzi e, sio wageni e, e, e, wa uchaguzi toka mwaka tisini na mbili hiki hmm. chama bado kiko madhubuti hmm. Na kwa nini kiko madhubuti hiki hmm. chama? E, siku zote kinakuwa na wagombea madhubuti, wagombea hmm. makini a, ambao wamepita kwenye matanuri ya moto mengi sana. Kwa hiyo mimi binafsi e, kwenye kata Tandale hmm. kwa sababu naomba tena ridhaa ya hmm. kipindi cha pili hmm. E, hmm ninasubiri tu tarehe hmm. E, Mungu akipenda wa na watu wawe salama waamke salama hmm. wakapige kula. mambo ambayo nimefanya e, kupitia Chama cha Mapinduzi hmm. kwa miaka mitano iliyopita kwenye kata hii ya Tandale hmm. ni indiketi tosha ya Chama cha Mapinduzi kushinda kwa kishindo kwenye e, nafasi zote, ukianzia kwa nafasi ya rais Dokt Samia Hasan Suruhu ukija mm. nafasi ya mbunge e, Talimba Abasiguram mm. na mwisho diwani mimi e, Abdalah Azizi Saidi. Chiefu, labda tu kwa upande wa mtaani kwako e, kwenye kata yako una mgombea wa chama cha upinzani Miongoni mwa sera za mgombea wa chama cha upinzani huwa anaelezea yale madhaifu yako ambayo haukufanya. Wewe unafikiria ni kipi ambacho hukufanya na, na vipi ambavyo umefanya ambavyo vitakufanya wewe uweze kuibuka kidedea kwenye uchaguzi huu mkuu? Ni kweli eh, wapinzani wao sio tu Tandale mm. eh, nchi nzima mm. eh, kazi yao kukosoa mm. yale ambayo hayajafanywa au yamefanywa wanataka ku, ku, kuaminisha watu kitu ambacho si sahihi. Sasa especially tuongelee Tandale mm. ambapo mimi ndio nagombea. Ee, wow, na nishakuwa kidiwani hapa miaka mitano iliyopita, wao na vyama vinne ambavyo vinagombea kwenye kata hii hmm. Yeah. Chauma, ACT kafu na UDP, wao mm. wa wow, wakipita huko mitaani na kwenye majukwaa wanachosema kwamba hmm. Yeah. E, mimi chief sijafanya mm. kitu Tandale mm. kwa maana akisema mimi chief sijafanya kitu Tandale kwa maana wanasema CCM haijafanya kitu Tandale mm. <laughs> kitu ambacho si sahihi Tandale hii ambapo mimi nilivyoikuta 20 makita hii kata ilikuwa inatawaliwa na wapinzani hmm, kabla mimi sijaingia madarakani, mm. toka 2010 mpaka 2020 mm. ilikuwa chini ya upinzani uh, hmm. chama cha CUF, mm. na hii tandale ilikuwa itamaniki kwenye masuala ya usalama, mm. ulizo wa usalama ulikopo sifuri, miundombinu, afya, elimu ilikopo hovyo. hmm. baada ya kuingia sisi CCM kuingia mimi madarakani hmm tumebadilisha vitu vyote. Sasa hivi Tandale kila mtu anataka aje kuishi Tandale. Mm. Miundombinu tumejenga barabara takribani barabara kumi za zege na rami mm, na kuweka taa za barabarani. Mm. Shule kata hii ya Tandale toka toka dunia hii inaumbwa, mm, toka nchi inapata uhuru aje kuwa na shule ya sekondari. Mm. Mimi na Mama Samia na Talimba ndio tumejenga shule ya ya ghorofa kwenye kata Tandale ya sekondari ambayo ilikuwa hakuna tumejenga soko la kisasa ambalo tumetumia takriban bilioni 15. Zamani watu wakienda sokoni Tandale yeah. wanapata tabu na hasa mvua ikinyesha, zilikuwa soko tu la magunia, soko bovu bovu tu, mvua ikinyesha mazao yanaribika, mchele, mahindi. Sasa hivi tumejenga soko yeah. international market yeah. lipo Tandale, soko kama la Kariakoo yeah. Ukija masuala ya afya, tumeimarisha kituo chetu cha afya kwa kuweka facilities zote na tunaenda kuimarisha tena sasa hivi yeah. tumetenga takriban bilioni moja tunataka yeah, tujenge kwa gorofa tano pale yeah, kwenye kituo cha afya wakati mimi naingia madarakani, masuala ya mazingira, usafi ulikuwa sifuri kwenye hii kata yeah. mimi niliwaambia, hebu tupeni chama cha mapinduzi, hebu nipeni mimi tusafishe Tandale yeah. mm. Nimeingia madarakani, nimeleta gari mbili brand new za kuzoa takataka za kata ya Tandale. Sasa hivi huwezi kuta takataka hizi ikizagaa Tandale kwa hiyo tunafanya tumefanya mambo mengi. kabla sisi hatujaingia madarakani ishirini ishirini, hmm, kulikuwa Tandale ina shida ya maji maji ya hakuna kabisa, hmm, maji watu unafuata Magomeni unafuata Sinza. Sasa hivi maji Tandale ya Dawasco yanamwagika, labda itoke tu emergency ya bomba kupasuka au wanabadilisha miundo mbinu ya Dawasco maji kwa yatakuwa shida lakini, hmm, maji Tandale sio shida, kwa hiyo Tandale tumebadilisha kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo wao wakisema, wanasema kwa sababu unajua ukishinda na mtu ama aseme mm. hata kama sio cha kweli, lakini wananchi wanajua mimi nimefanya nini, na watawaonesha tarehe ishirini na tisa. Okay, sasa, kama ikitokea umeshinda kuwa diwani e, kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, vipaumbele vyako ni vipaumbele vyako ni vipi hasa ambavyo utaanza navyo ambavyo haukuweza kuvitekeleza kwa miaka ambayo imepita? Cha kwanza, mm. nishawaambia na naendelea kuambia mm. Nakwenda kujenga barabara ya lami hmm. na zege kuanzia serikali ya mtaa kwa tumbo hmm. ambao unaanza Mlandizi Road mpaka Pakacha sawa. hmm. Napiga barabara ya zege na lami na taa za barabarani nikitoka hapo, na nakwenda kujenga mto Mzinga, mto mmoja korofi hivi ambao tunapakana nao Ndugumbi na na, hmm. na Tandale, naenda kujenga huo mto kama mto Ng'ombe hmm. kwa maana wakazi wa Ndugumbi na Tandale ambao wamepakana hmm. Swala so, la mafuriko tena tunaenda bye bye. Nikija mm. sasa Mkunduge ambapo kitu hiki kipo mm. na kwenda kujenga barabara kama mbili, barabara ya Rasco na barabara mm. ya Yemen. Naenda kupiga barabara ya Zege hizo mbili na kuweka taa za barabarani mm. na kama sijaishia hapo hii mm. sasa tunavyokuja huko, na kwenda kuboresha kuboresha mikopo ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Mama Samia ametenga bilioni mia mbili mm. Naenda kupambana na halmashauri. Si chini na bilioni 5 naenda Tandale hapa ili wanawake, kina mama na vijana na walemavu waweze kufanya biashara kubwa, na nishawambia sitaki mtu akope mm. milioni si laki tano. Mtu anataka akope milioni mia mbili milioni mia tatu mm. okay. Sasa mwisho kabisa e, ushindi e, ili ushindi yeye inategemeana pia na ushindi wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na vipi kwa upande wa kata yako, namna ambavyo mwamko wa wananchi kwenda kupiga kula ukoje? E, kuweza kukupigia kula wewe kama mgombea udiwani pamoja na mbunge Abbas Talimba na rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndugu mtangazaji nikwambie hmm. wananchi wa kata Tandale wana deni na mama Samia hmm. wao wananchi wanasema wanataka kumlipa fadhila hmm. walipata tabu takriban miaka yote hiyo sitini na tatu ya uhuru sitini na nne. Hawana shule hmm. ya sekondari wanapata tabu watoto wao wanasoma mbali wanataka hmm. kumlipa fadhila mama Samia hmm. Waamini aidi mimi kura za mama Samia zisajaa kwenye mabox mpaka zisamwagika. Mm. Wanasubiri tu tarehe sasa ifike wakapige kura. So mama Samia akafanya vitu vikubwa sana, akawajengea lisoko la kimataifa Tandale ambalo halipo halipo kata yoyote, halipo wilaya yote Tanzania nzima. Mm. Naweza nikasema hili linaongoza soko la Tandale ambalo tumetumia takriban bilioni 15. Mm. Na ninakwenda tena kuliboresha kuweka na shedi za wa machinga wa kuuza mitumba. Hmm. Kina mama tayari nimeshajengea soko lao zuri. Hmm. Pembeni kwa ajili ya naweka na, na, funga magesi nini wanapika, watumii mkaa wala kuni, wanatumia gesi sasa hivi Tandale. hmm. Kwa hiyo wananchi wa Tandale wana deni, wanataka kumlipa mama Samia. Kwa hiyo mama Samia atulie tu, Tandale anapata kula zote yani. hmm. Hakuna mgombea wa nafasi ya urais atapata kula hata moja Tandale. Okay, sasa e, wapinzani e, wamekuwa wakisema kwamba no reform no election na Chama cha Mapinduzi kimesema Oktoba tunatiki, na ukiacha hivyo pia tumeona vyombo vya ulinzi na usalama hapa, akiwepo mkuu wa mkoa ametoka, amesema kwamba watoke waandamane tuone, lakini pia yana majeshi ameweza ya kutoa kauli yao. We, hii no reform no election inakutisha, inakutisha kiasi gani ndugu yangu? Nikuambia kitu kimoja mm, e, nchi kama nchi mm, nchi na dola mm, ina vyombo vya ulinzi na usalama hao wanaohamasisha hayo mambo kwenye mitandao hmm. Kwanza hata hawapo hapa Tanzania, wengine wako Marekani, wako si Greece huko, wako, wako si US wapi, wako nje nje hmm. Mimi naamini hakuna kiumbe chochote ambacho kitatoka kuingia barabarani ambacho hakina akili, na wao na washaanza kujiongeza. Nimeona jana ametoka mmoja, anatoka Mahenge huko si wapi Morogoro, kiongozi wa CHADEMA amejiuzuru, anasema hawezi akatoa vijana wake waende barabarani wakati wao wako Ulaya. Mm -hmm. wakawa watoto wa, wa, watu wapate wa matatizo wao wenyewe, wapo Greece, wapo Canada. Hao wakina Lema ambao wanataka maandamano, watoto wa wao wote wako Ulaya kina mm -hmm. Lissu, mke wake huko Greece. Kwa hiyo mimi ni kuhakikishia hakuna paka yote ambaye atenda kuandamana tarehe ishirini na tisa mm -hmm. tutapiga kula kwa amani kama miaka yote, ndio hizi kawaida yao hii, no no reform, no election, haijaanza leo mm -hmm toka enzi ya Magufuli walisema kwamba wataandamana na Magufuli, marehemu aliwaambia, ni muone paka yote anatoka barabarani. hmm. na mimi nikuhakikishie, hao ah, wataandamana kwenye mitandao, sio barabarani. Tutakwenda kupiga kula kwa kwa, kwa utulivu na kwa amani, na tutasubiri matokeo jioni, usiku atatangazwa, watu watashangilia, walioshinda, walioshindwa watalia. Sasa vipi, unaongelea vipi sera za mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan? Mtangazaji hmm. Mama Samia amesema siku mia moja za mia moja baada ya tarehe ishirini na tisa anakwenda kutoa bima bure mm, eh? Sasa hivi tuna sasa Tanzania, mama Samia anataka kuifanya kama Ulaya, yani bima kwa wote, yani hii ya ameanza kwa mama wajawazito, anakuja kwa kina mama wenye umri mkubwa, kina baba wenye umri mkubwa, magonjwa yote sugu yale, kansa, sukari, sijui tezi dume, sijui nini, yote bure. Unaenda gakani ndo mandali, sijui unachagua hospitali ya kwenda, bima yako kubwa bure, unatibiwa kwa hiyo sera za mama Samia zimewagusa watu, zimewagusa raia. Wanachosubiri tu wakapiga kura sasa hivi. Wewe ukiangalia hii nchi sasa hivi sisi tunatembea tembea kila sehemu. Hmm. Miradi mikubwa inaendelea. Angalia bwawa la kuzalisha umeme. Nimekwenda kuangalia bwawa ile mzee lile bwawa Afrika haya kuna. Mm. Hebu kaangalia daraja la Busisi. Hebu kaangalia limeli ile kutoka Mwanza kwenda Bukoba. Ile limeli inachukua watu kabuni elfu tatu. Mm. Yaani kila sasa hivi leo tunaongea sijala tunagonga e, Mwanza na gonga Kigoma. Mm. Ambayo Magufuli aliacha ma, aliacha sita Dodoma hajafika huyu mm, mama amefanya vitu extra mile, amefanya vitu zaidi ya za, na zaidi na zaidi na ya zaidi mm, yaani hakuna rais. Huyu ni rais wa mfano. Marais yote waliotangulia sita, hakuna rais kama huyu mama Samia, mm, kwa utendaji wa kazi. Okay, sasa D&A TV tunakupa fursa sasa, sasa ya kuomba kula kwa wananchi wako wa kata Tandale, lakini pia muombe mbunge na mheshimiwa rais. Mm. Mimi kwanza, kwanza nikishukuru kituo cha D&A TV kwa kunikaribisha leo kuja kuwanja wa siasa kuongea kidogo. Mimi sasa nichukue nafasi hii kuwaomba Watanzania wote wapenda amani, wapenda maendeleo. Mnaona mama miaka minne alichokifanya. Miaka minne amefanya kazi ya miaka kama kumi au kumi na tano. Huyu mama tunampa nini sisi? Huyu mama tunamlipa nini Anaekutendea fadhila, basi mlipe fadhila. Mama ametutendea mambo makubwa sana. Niwaombe Watanzania wapenda maendeleo, wapenda amani, tarehe ishirini na tisa tukamchague Mama Samia kwa kishindo. Sisi hatuna hela akumlipa hela yetu, sisi ni kwenda kumpigia kura huyu mama, mama mwenye upendo, mama mwenye huruma, mama anaijali taifa lake. Tue kwenye nafasi ya ubunge. E, wakazi wa Kinondoni niwaambie, Talimba ni, ni jemedari ni mwamba, tumeona anavyotupambania kule bungeni. Tumeona anakwenda kujenga flyover tatu kwenye jimbo la Kinondoni. Tunajenga kujenga flyover Moroko, tunajenga flyover Mwenge, tunajenga flyover Magomeni. Nani kama Talimba? Hakuna. Huyu Talimba tunamlipa nini? Anaenda kujenga daraja pale Jangwani, linaanza Magomeni mpaka Fire, Magomeni mpaka Ananasifu, Magomeni mpaka Kigogo, na ujenzi ushaanza. Jamani, Talimba ni lulu. Kwa hiyo naomba wakazi wa jimbo la Kinondoni Mm Hebu -hmm. tumpe miaka mingine mitano tuone jimbo la like kinoni linavyoenda kung'ara. Na mwisho mnamalizia na kipenzi chenu cha cha kata Tandale si mwingine bali ni chifu. Nikapige mambo ninganisha ni Tandale na nitaingalisha kwa kweli. Itazidi Masaki, itazidi usabe Tandale itakuwa number 1. Okay. Nikushukuru sana lakini pia karibu sana kwenye studio. Niwashukuru sana, nikushukuru sana ndugu mtangazaji. D&A TV ni kituo chetu. Nitakaribia sana. Pia niwaambie wakazi wa Tandale eh, na vitongoji vya karibu Tandale. Tandale imepakana na Ndugumbi, imepakana na Mwanyamala na Kijitonyama, Mazese, mje Tandale. Chifu anafunga kampeni yake eh, siku ya Jumapili tarehe 19, katika viwanja vya Mwarabu katika mtaa wa Mkunduge. Mje muone kuna burudani kama zote. Mje msikize sera, naenda kufanya nini miaka mitano. Kuna kina Aisha vuvuzela taarabu hizi jazi, kuna kuna shamla shamla kubwa sana siku hiyo, singeli, yule mama mama Amina, yani kuna vitu vingi. Mje mpate burudani, mje kupata maneno, mje kuona sera za CCM. Tunafunga kampeni kwa kishindo, kusubiri tarehe 29, tukatiki is tukatiki tukatiki tukatiki tena. Asanteni okay, shukrani sana. Asante sana studio za DNA TV, asanteni sana DNA TV. Mungu abariki sana, nawapenda sana, Asante sana. Asante sana. Asante. Asante. Asante. Asante.